cha mapinduzi chama tawala. Ndugu mwenyekiti na ndugu vijana wenzangu, kwanza kwa majina yangu ninaitwa Hashir Al Saidi, ndiye mwenyekiti mwenye zamana ya vijana wote ndani ya mkoa wa kaskazini Pemba, wao wa chama cha mapinduzi, wao wa upinzani, ili mradi unaishi ndani ya mkoa wa kaskazini Pemba na mimi ndio mwenyekiti ninayetokana na chama kinachoongoza serikali, mimi ndio mwenyekiti wao. Kidumu chama cha mapinduzi! Mwenyekiti, kwanza ni kushukuru kwa fursa hii, kwa upendo mkubwa sisi vijana wa Kaskazini Pemba, lakini vijana wa Pemba tunatoa shukurani zetu za dhati kwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuilinda amani iliyopo ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar, lakini kwa kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kadri inavyowezekana. Lakini kipekee kabisa na kwa furaha kubwa, sisi vijana wa Pemba tunampongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha muungano kwa kuendelea kui, kuituza amani iliyopo ndani ya taifa letu hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana wa Pemba ni mashahidi, Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa takriban asilimia 98 mpaka asilimia mia moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa asilimia hizi sisi tunampongeza sana mwenyekiti wetu na viongozi wetu hawa. Lakini ndugu vijana, naomba ni waase mambo yote yanayofanywa ya na viongozi wetu katika kuleta maendeleo yanafanywa haya kwa sababu ndani ya taifa letu kumekuwa na amani, amani ambayo tumehirisi kwa waasisi wetu, kwa maana dok, ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na amani na Dokta Awedi Amani Karume. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya vijana wa mkoa wa kaskazini Pemba na kwa vijana wa Pemba, sisi tunasema tumeona eti kuna watu wanajiita wana harakati sisi tumewapa lifti, sasa wanataka kupiga honi. Tunawaambia kwa Tanzania hii hawawezi kupiga honi ikiwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi tupo hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunasema vijana wa Kaskazini Pemba, tutaendelea kuilinda amani iliyopo, tutaendelea kuwalinda viongozi wetu kwa jasho dam na damu, na hatutaruhusu awe mwanaharakati au kiongozi wowote wa endelee mema nchi hii. Kama hawezi, ahame. Sisi tunalipenda taifa letu na tutaendelea kulilinda kwa jasho na damu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuwasema hayo, nakushukuru sana.